Sasa hivi ndo nini? Eh? Ni zamu ya wapi? Mwezi mtukufu wote wa Ramadhani unanitoa msibani mkuku mkuku. Watu wote wananiangalia mimi. Mimi nafikiriwaje? Naomba unijibu yote nitakao kuuliza, sawa. Hizi habari nilizosikia ni za kweli? Sasa mimi nimefanyaje? Mimi eh, nicho kifanya hapo kipi? Alafu umenidhalilisha, unakuja unaniuliza kama sio yako, sieleweka. Maana yake nini? Wewe mtakuvuruga wewe. Mtakuvuruga. Sawa. Sijui umenielewa? Naomba unijibu kwa ufasaha sawa. Yale maneno niliyoyasikia ni ya kweli eh? Ndio, ya kweli. Sasa mimi nimekosea wapi? Nilikwambia njoo nyumbani utoe barua, haukutaka. Afu mimi hapa kichochoro, nataka niondoke, kakaangu akipita hapo watu wanielewa. Achana na kakaako, kakaako kitu gani? Wewe kakaako akuelee kitu gani? Mwenyewe kawa mimi maisha yangu magumu, nishakueleza. Na kwa nini unalazimisha mpaka nikuwe Ramadhani? Mimi nafanyaje hapo? Unafanyaje wewe? Unajua jinsi gani mimi ninakupenda lipi Mimi chizi ujue, mi chizi, nitakuja nikufanyia tukio hapa, wote wanione mbaya, sawa? Hivi unafikiria ni mwanamke gani mwenye dini ya Kiislamu ambaye nakubali kuolewa na mwanaume kama ah! wewe, ah! we, mi ndio kinyama cha mwitu, ngozi yangu ndo mkeka wangu, nitakuvuruga nitakufanyia tukio hapa, wote wanione mimi mbaya. Nimefanya mangapi kwa ajili yako? Nimepoteza muda wangu. Wewe mm, unajua oh, jinsi gani mimi ninavyokupenda? Ila mimi sasa hivi ni mchumba wa mtu, nakaribiwa sio naolewa sio muda mrefu. Oh, usiniambie <coughs> jambo kama hilo, unajua unaniumiza moyo wangu sana. <coughs> Ah. <coughs> Yaani unadiliti, unaniambia kabisa eti mimi ni mchumba wa mtu. Wewe, oya. Mimi siwezi kuolewa na wewe. Nitakuja <coughs> <coughs> <coughs> kukufanyia tukio wewe na mchumba wako, hamtoamini, umeelewa? Mimi nimefanyaje? <coughs> na hiyo ndo <ntua> haitofungwa. <coughs> Oya. Oh, hilo swala la kukuacha naomba usahau, mimi ndio ruba. Kama mimi ndio ruba, mi mimi ndio king'ang'anizi, umeelewa? Yaani na hapa mimi nataka niondoke nyumbani, hiyo ndoa haitofungwa na nitakufanya tukio la ajabu, umeelewa? Umenielewa? <muchilipi> sio na chekea chekea kama hivyo, kuna ndugu yangu uje, sijakwambia kuhusu ndugu yangu na nini, Leila kafanyaje? Leila, naolewa bwana. Wewe safi sana, unacheka eh? Kitakuwa kicheko kweli, hujue kwa nini sasa, kicheko kweli, atakuja kuolewa hapa, anaenda mwezi mmoja, huje karudi, sio aibu <laughs> <laughs>